Tukisalia kwenye masuala hayo ya matibabu na maradhi ya figo katika kaunti nambari 19 huko Nyeri, Samuel Maina mwenye umri wa miaka 53 amekuwa akiugua ugonjwa wa figo kwa miaka 6 tangu mwaka 2019. Safari ya kupambana na ugonjwa huo imekuwa ndefu na ngumu. Alizungumza na mwandishi wetu wa Nyeri, Kama Umwangi. Naam, uh, ugonjwa wa figo ni kati ya magonjwa sugu ambayo yamewasumbua Wakenya kwa kiwango kikubwa hasa matibabu, na hii leo katika kaunti ya Nyeri tunazungumza naye Samuel Maina, ambaye ni mgonjwa wa figo na mwenye umri wa miaka hamsini na mitatu. Aweze kutueleza safari yake na ugonjwa huu, imekuwa iko vipi? Dalili za ugonjwa wa figo zilianza kama bipi yangu imepanda sana. So kutoka pale Uh, sikukubali, nikaenda kutibiwa hospitali. Sikuwa na uwezo mpaka wa kutembea, maana nilikuwa nahisi uchovu mwingi sana. So wakati nilipoenda katika hospitali, nikaenda kupokea matibabu, nikaambiwa nipimwe, vipimo nijulikane shida yangu ni gani. Kutoka pale ndio ikajulikana ya kwamba figo zangu zimefeli. Uh, sikukubali na siku sikuweza kuamini ya kwamba figo zangu zime zimeharibika, but after kuongea na daktari nilirudi kujikubali na kutoka pale nikaanza matibabu, ambapo hiyo miaka sita nimekuwa nikifuata matibabu. Lakini daari sisi Nilianza 2022. Na, na, Bwana Maina, tangia mwaka elfu mbili ishirini na mbili, pengine unaweza kusema ume have kufanya nini uh, ama adjustments kwa maisha ili kuweza kushughulikia ugonjwa uh, baada ya kuambua sasa lazima ufanye dialysis. Kutoka 2022 uh, wakati nilianza dialysis, ni mambo mengi sana imebadilika maishani mwangu. Jambo la kwanza, siwezi nikafanya kazi ngumu. Nilikuwa nafanya kazi ya nilikuwa nafanya kazi ya sales. Siku hizi siwezi nikatembea sana. Kama ni nyumba, nilikuwa nakaa nyumba ya two bedrooms, siku hizi nilibadilisha kabisa. Mambo ya vyakula ambavyo ninakula, zote nyingi niliacha kabisa, sasa nafuata maagizo ya daktari. Umekuwa ukitibua chini ya NHIF, kuna bima mpya ya afya ya SHA, pengine matibabu chini ya bima hizi mbili ukiyafanya comparison yako vipi? Uh, nikilinganisha bima ya NHIF na SHA, uh, NHIF, NHIF ilikuwa zaidi, ilikuwa nzuri sana sababu NHIF ilikuwa natulipia dawa, ilikuwa natulipia dialysis, na kwa mwezi tulikuwa tunafanyiwa test ama vipimo baribari. Uh, hata kama pengine dawa zingine hazikuwa zinapatikana, lakini wakati wa NHIF mambo yalikuwa mazuri At least, ilikuwa natulipia vizuri uh, lakini tukifika wakati wa SHA kuko na changamoto nyingi sana. Kama ni madawa, madawa lazima ununue madawa, hata kale, hata dawa ambayo iko ni ya pesa kidogo zaidi unanunua. Inatulipia tu machine, inagharamia tu kulipa dialysis, lakini vipimo na vipimo, inagharamia kipimo kimoja kwa mwezi kama kuna kipimo kingine ambacho utapimwa hapa katikati, lazima ugharamikie ue, uende kwa mfuko yeah. Na ukitupigia taswira uh, pengine kwa mwezi mmoja eh, ulikuwa unatumia fedha zinatoshanaje uh, kufanya treatment ya uh, kidney uh, ukilinganisha na ile ambayo sasa unapewa kwa sasa chini ya sha? Wakati wa NHIF, bima ya NHIF nilikuwa nahitajika kulipa 500 kwa mwezi nayo ilikuwa nanisimamia kwa mwezi mmoja nilikuwa naona inalipa shilingi uh, sabini na sita elfu lakini sasa tukifika upande wa SHA kumekuwa na changamoto. Serikali ituwabia ya kwamba tutakuwa tukilipa mia tatu lakini sasa naona nimeandikiwa ya kwamba lazima kila mwezi nilipe mia nane hamsini so SHA imepanda zaidi ya vile nilikuwa nalipa uh, mia tano. So hapa tumekuwa na changamoto na dawa. Kama mi natumia dawa karibu za uh, elfu mbili kwa siku, inabidi nigharimikie ama pengine niongee na marafiki, ndio niweze kusimama vizuri. Yeah. Na, na pengine tukimalizia ombi uh, lako kwa serikali pengine kwa matibabu ya figo uh, linaweza kuwa ni lipi haswa uh, hivi ambavyo imekuwa ni dhahiri kwamba haturejei kwenye NHIF na tutaendelea na SHA. Ombi langu kwa serikali ni ya kwamba uh, maana walisema SHA ni ya kutusaidia wagharimikie mambo yote. Tumepoteza watu wengi sana. Kama mtu amekosa dawa, kama mtu amekosa pesa uh, ya kununua dawa na dialysis. Mtu asipoenda dialysis ama akienda dialysis akosa kunywa dawa, maisha yetu iko hatarini sana na. Asante sana. Na huyo ni Bwana Samuel Maina, mgonjwa wa figo katika kaunti ya Nyeri, akiweza kutoa hoja zake pale kwenye mjadala wetu wa